Wapendwa, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, karumuna na kanyanya zikatonda murunji, obude bona, obude bona. Leo ni sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Wazo letu, mwili unaongea, damu inaongea. Naomba tuseme mwili unaongea, damu inaongea. Mwili unaongea, damu inaongea. Mwili unaongea, damu inaongea. Kwamba damu inaongea kwa ina tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya nne mstari wa kumi. Mungu alimwambia Kaini, ndugu yako yuko wapi? Na Kaini alichamua Habeli akasema Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Mungu akasema damu ya ndugu yako inakulilia toka alizini. Kwa hiyo, damu inaongea, damu inalia, lakini na mwili unaongea. Mwambie jirani yako, mwili unaongea, mwili unaongea. Yani mtu anaweza akasema hapana, lakini mwili unasema ndio. <laughs> Mm. <laughs> Yaani mwili unaongea. <laughs> Mdomo unasema hapana lakini mwili unasema ndiyo. Kwa sababu kuna ishara, kuna lugha inayoonekana ya mwili, labda mtu awe muigizaji. Mwili unaongea. Leo hii ni sherehe ambayo ina majina mengi. Nitataja matatu. Inaitwa Ekaristi Takatifu. Naomba tuseme Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu. Inaitwa Corpus Christi. Naomba tuseme Corpus Christi. Christi. Yaani mwili wa Kristo. Alafu inaitwa sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba tuseme sherehe ya mwili na damu. Sherehe ya mwili na damu. Sasa, Alhamisi kuu Yesu aliweka Ekaristi Takatifu, lakini kwa vile inakuwa ni wiki ya mateso hatuwezi tukafurahi sana tukatembea tukafanya maandamano kwa sababu ni wiki ya mateso. Bwana wetu Yesu Kristo alimtokea mtakatifu Juani akasema ni vizuri pawepo sikukuu sherehe ya Ekaristi Takatifu, na Papa Urubano wa Nne mwaka elfu moja mia mbili sitini na nne akaweka hii sherehe ya mwili na damu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Makofu kwa papa. <coughs> Kwa hiyo katika sherehe hii, ni sherehe ya shukulani kwa sababu neno ekaristi linamaanisha shukulani. Tunamshukuru Mungu, lakini ni wakati wa kutoa katekes, elimu juu ya ekaristi takatifu. Lakini la tatu ni wakati wa kuandamana Yesu ba mtuboneo yaani watu tunadhihirisha imani yetu adharani, tuko wote sasa. Nitataja mambo matatu. Kwanza, mwili unaongea juu ya uwepo. Naomba tuseme uwepo. Uwepo mimi simnaniona simnaona, mikono yangu. Kwa hiyo mkiona mwili wangu, ina maana nipo <laughs> ni nipo, tunaelewana? Mtu ni mwili na roho, nipo. Lakini Yesu Kristu yupo katika maumbo ya mkate na divai, inaitwa real presence. Naomba tuseme kwa Kiingereza real presence, yaani yupo kweli katika maumbo ya mkate na divai, mwili wake, damu yake, umungu wake, yupo mzima mzima, yupo mzima mzima, na tunaamini kwa hiyo kama yupo, tufanye mambo kadhaa. Yesu yupo na sisi, tujifunze kuwepo. Yeye alisema nipo pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Mgeni baada ya siku ya tatu, siyo mgeni, ni mwenyeji <laughs> Yesu sio mgeni tu, ni mwenyeji. Alisema nipo pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari, tuko wote. Kwa hiyo na sisi tuwepo kuna namna tatu za kuwepo. Ya kwanza uwepo kwa ajili ya Mungu. Naomba tuseme uwepo kwa ajili ya, ya Mungu. Kuna watoto walikuwa wanacheza mchezo wa kujificha. Sasa kaona katoto kamoja kanalia. Sasa, mbona unalia? Sema padri, <laughs> tulikuwa <Ndurubatu> tumejificha, <laughs> mimi nimejificha nusu saa kwenye kichaka <clears throat> watoto wenzangu hawakuja oh, kunifichua. <laughs> wakaendelea na mchezo wa kuruka kamba. <laughs> kanalia kanalia. Bwana wetu Yesu Kristo amejificha, na sisi lazima tumfichue, lazima tumtembelee, lazima tumpokee, amejificha. Papa Yohane Paulo wa pili alipoenda Marekani alikula chakula na wale walikuwa nakaa na askofu mkuu. Saa sita ndio kila mmoja akaenda kulala sehemu yake. Askofu mkuu akatoka akawa nasari rosari. Bahati mbaya, ile pazia ya chumba cha papa ilikuwa ikifungwa vizuri, akachungulia akaona papa hayupo kwenye kitanda. Sa mambo gani? Kuzunguka zunguka akaona kikanisa kimoja kinawaka tai inawaka, akafungua. Kumbe papa alikuwa amelala chini ya tabernakulo pale anasali saa saba za usiku. Papa Yohane Paulo wa Pili mtakatifu amelala, wewe vipi? <laughs> We vipi, mi ukija parukiani pale pale tabiri Nakuru utakuta mkeka Kamugisha narara pale na sala <laughs> mm. na sala tukuwote. La pili ni uwepo kwa ajili yako mwenyewe, uwe na muda wa kuwa wa kuwepo kwa ajili yako, ukaa peke yako. Mwanaume mmoja ameingia jikoni akakuta mke wake anakaranga cha- nani chapati akatoa macho geuza geuza geuza geuza, geuza. Ah, mwanamke we, akasema wee we, vipi we, we, weka we, weka we, weka kitunguu kata kata kata kata weka kitunguu. Mwanamke akasema nipe space, nipe space, nikae peke yangu. Wakati anapika anawaza, wakati anapika anapaka mipango, akasema nipe space. Mwambie jirani yako nipe space. Yes, naambia tena nipe space. Yes, space, wakati mwingine unahitaji ka space, ingawa tunaambia wanandoa bampa tu bampa <clears throat> lakini wakati mwingine unahitaji ka space, unahitaji ka space. Ya tatu ni kuwepo kwa ajili ya wengine, uwepo kwa ajili ya wengine, kuwasaidia kwenye matukio. Uwepo Send off, uwepo kama una nafasi, mtu anafunga ndoa uwepo, rambirambi inatolewa uwepo kwenye misiba, uwepo kwa ajili ya wengine. Tunajifunza uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo, na sisi tuwepo, asiye kuwepo na lake. Niliona kibonzo kipicha, kimechorwa katoto kalikuwa kanaoga kwenye basin, mama anakaosha, lakini mama hakuwepo. Ni kama katoto kanaongea, mkimwona mama kwenye Facebook mwambia amenisahau kwenye basin. Yani hizi simu <laughs> Mtu kawa tu na koto lesi lakini amemsahau mto mtoto. La pili, mwili unaongea, damu inaongea. Damu inaongea juu ya uponyaji. Naomba tuseme, damu inaongea juu ya uponyaji, damu inaongea juu ya uponyaji. Ukisoma Yohana sura ya 19 mstari wa 34 kuna askari alimchoma Yesu ubavu kwa mkuki, ikatoka damu na maji. Yule askari aliyemchoma jina lake halijulikani, lakini amepewa jina Longinusi Longinus, Longinus maana yake mkuki. Sasa alichoma kwa mkuki, wakaitwa Longino <laughs> kwa hiyo Longino ni mkuki. Lakini cha ajabu, jicho lake moja lilikuwa limeharibika, lilikuwa lina shida ile damu ikamrukia, ikaingia kwenye jicho, akapona kabisa, akapona. Na baadaye akabadilika, akawa mtakatifu. Mtakatifu Longinus makofu kwa Yesu! Huyu ni msimamizi wa wenye matatizo ya macho. Kama una tatizo ya macho, mwombe mtakatifu Longinus. Lakini uponyaji umepatikana kwa damu ya tatu na ya mwisho Mwili na damu vinaongea juu ya thamani. Damu inaongea juu ya thamani. Mwambie jirani yako, damu inaongea juu ya thamani, thamani. Tumenunuliwa kwa gharama kubwa, kwa damu ya Yesu tumenunuliwa. Kwa hiyo tembea kwa kujiamini, wewe ni wa thamani. Alipokufa haikutolewa tena sadaka ya mbuzi ya ng'ombe, ni damu ya Yesu na ndio maana watu wanasema nyumba hii inalindwa na damu ya Yesu. Lakini kuna watu wengine wanajenga nyumba, wanaweka mifupa ya kaka kuona kwenye msingi <laughs> yaani kana kwamba nyumba hii inalindwa na mfupa wa kaka kuona <laughs> mwambie jirani yako, nyumba yako ilindwe na damu ya Yesu. Mwambie tena, nyumba yako ilindwe na damu ya Yesu. Naomba aliye na shilingi elfu kumi anisaidia haraka kidogo, aliye na shilingi elfu kumi ama elfu tano nisaidie kidogo nifundishie, nitakurudishia. <coughs> elfu tano ama elfu kumi nisaidie, <coughs> nitakurudishia. <coughs> Asante. Kuna wakati nilikuwa na uhubiri, nikawauliza Wakristo, nani wanapenda hii era? Ah, si pesa sabuni ya roho, wakainua mikono <coughs> Nikaichukua nikaikunja kunja, nikasema sasa, ina mikunjo, wanaoipenda wakasema, si fadha ina namba, mikunja haina shida, wakainua mikono. Nikaichukua nikaiweka chini nikaikanyaga kidogo tu, ikachafuka. Nikasema imechafuka, wanaoipenda wakasema, fadha hata kama imechafuka, si ina namba, wakainua mikono <laughs> wakainua mikono. Nikaichukua nikaitemea mate kidogo, nikasema sasa imelowa, ina mate hii noti wanaoipenda wakasema fadha, si tutaanika? <laughs> <laughs> wakainua mikono. Sasa hii pesa ina thamani kwa sababu ina namba, imeandikwa fedha halali kwa malipo ya shilingi elfu kumi, ina namba. Na sisi tuna thamani, thamani tulionayo licha kwamba tumeumbwa na sura ya Mwenyezi Mungu bado tumekombolewa kwa gharama kubwa. Mwambie jirani yako umekombolewa kwa gharama kubwa, msukume sukume kidogo na mtingisha, unasema umekombolewa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo damu ya Yesu imemwagika, damu azizi, ili sisi aweze kutukomboa leo. Hii ndo tunashangilia na waomba sana katika maisha Ukipata muda uwe na saa moja mbele ya Yesu wa Ekaristi usali saa moja. Askofu Fruto Nishini alizoea kusali mbele ya Ekaristi Takatifu saa moja kila mara, na Yesu alisema akamwambia Petro amkuweza kusali na mimi warau saa moja. Naomba na sana sana tumshangilie Yesu wa Ekaristi Takatifu, piga makofi makubwa. Leo tunapoandamana tunaonyesha imani yetu, tunaelewana, tunaamini katika ekaristi takatifu, tunampokea mwili wa Yesu. Ninaomba damu ya Yesu iwe master key. Mwambie jirani yako, damu ya Yesu iwe master key. Mwambie tena, iwe master key. La mwisho, namalizia kabisa, eh, mwili unaongea juu ya upendo umwayi akachumgani hmm. engonzi zigambisa mtita atagamba <laughs> engonzi zigambisa mtita atagamba, yaani bubu ataongea mberi ya upendo <laughs> bubu atafanya nini? Ataongea. Kwa hiyo hii sakramenti ni sakramenti ya upendo, alitupenda upeo, akawa pamoja nasi hadi ukamilifu wa dahari. Ni sakramenti ya upendo Yesu ukitaka kujua upendo wake mtazame betlehemu mtoto mdogo, lakini amekuja kutukomboa. Ukitaka kujua upendo wa Yesu mtazame msalabani. Ni kama Mungu Baba alikuwa anatumia message na wapenda namna hii, i love you. Naomba tuseme i love you tu <laughs> ni kama hapa ndipo tunaona lakini muujiza wa upendo uko katika ibada ya Misa, uko katika Ekaristi Takatifu. Yesu ni mchungaji lakini ni malisho. Huo ndio muujiza. Yesu ni mchungaji na yeye ni malisho. Sasa kuna watakatifu wengi sana ambao wana ibada kwa Yesu Kristu, ibada ya kweli, ibada ya ya kweli. kuna <coughs> <coughs> mseminari alikuwa anasoma, kwa sababu nikisha kuwa padri, kile kombe nitakuwa na nahakikisha wanakijaza divai <coughs> <coughs> sema nina ibada kwa damu ya Yesu. Sema nitakuwa nachukua ile Sara inasema akachukua kikombe kimejaa divai vale. <totipi> Sasa ibada hii kwa, kwa... <totipi> inatia fora, lakini naomba tuwe na ibada kwa damu azizi ya Yesu, tuwe na ibada kwa Yesu wa Ekaristi. Naomba leo hii mshukuru. Ekaristi ni kushukuru. Naomba leo hii omba nitakapoinua hostia takatifu naomba uombe. Mimi kwa kawaida yangu nikiinua namaliza dakika moja ama mbili, wakati mwingine, kwa sababu nilipokuwa nimepadirishwa, nilikuwa niko kijana nafanya haraka haraka. Nikiwa mgana, sister mmoja alisema, father, bado tunasali usiweke chini, ayayayay! Tangia siku hiyo siweki chini haraka naomba Yesu anajitokeza mwenyewe, sali na omba. Mwili unaongea, damu inaongea. Mwili unaongea, damu inaongea. Mwili unaongea juu ya kuwepo na wewe, uwepo asiye kuwepo na raka alipo ataliwo tagwerwa mti. Tumsifu Yesu Kristo. <laughs>